Kitu gani ambacho hakiko kwa Mwenyezi Mungu? Siangaike. Ndio maana na jamangu mmoja mara nyingi namzungumzia ni mchimbaji madini, na kwenye madini watu wengi hawayapati madini isipokuwa kwa kutumia njia za kishirikina. Na yeye akaambiwa, bwana wewe huwezi kupata kwa sababu na kuona wafanye yeye afuenda swali upate kwa nini? Kwa wote wanaopata lazima wafanye vurugu akakate viungo vya albino akakate sikio la nani ende siju, akalale ndani ya maji siku tatu kichwa nje, apewa masharti. Na akizipata zina masharti magumu: usitoe sadaka, usitoe nini. Sasa kazi gani ile? Hizo ujistiri pia usiweze kula uvae nguo za nongo, zikasema si bora baki vivyo. Ah, ela gani? Nkamwambia muongo wa jamaa, kwani yale madini mwenyewe ni nani? Mwenye madini ni nani? Mwenyezi Mungu si ndiye aliyeleta? Wewe azaliwa sasa. Huyo mganga azaliwa madini yako pale. Sasa wewe wewe kwa nini usimuombe mwenye mali? Mwenye mali si Allah? Mwenyezi Mungu nimekuja mimi bwana kutoka Tanga nimekuja kutafuta maisha. Na mimi nimekiona kiji kazi nilichokiona nchiki madini ni ruzuku. Utapata. Si umwambia mwenyewe, lakini wewe ndio mfuata aita kumpa dawa au mfuata shetani ukanywa dawa. Shetani yeye sio zake zile. Kwa nini madini mali ya shetani? Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe mwenyewe. Wala usidanganyike; omba na utapata. Kama kuna kheli aw anambia ni kweli yee mwenyewe. Ni mtu wa suna lakini, ukishangia kwenye mali wa yumba yumba. Asema ni kweli kweli, vipi? Kuna bana mmoja kwenye kijiji kile kile. Kijiji <coughs> kile kile. Yeye ni mwenyeji ye pale, si wageni; yeye pale ndio kwao, nyumbani kwake, sio achimba chimba cho kumbe, ule mkondo wa madini umepitana pale pale uani, ye mwenye hajui, akaenda akakutana na mali kama mwenye, mwenye mali kampa? Au mashetani yako wapi? Kwa hiyo wewe mtegemee Mungu ndiye mwenyewe. Ndio hapa anasema fattaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu. Ya ulil albab, enyi wenye akili laalakum tuflihun, ili nyinyi mpate kufaulu. Kama unataka ufaulu, basi mwogope Mwenyezi Mungu na mche Mungu, na Allah atakufanyia wepesi duniani na akhira.